E, kuondoa umaskini ambao Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana kuondosha umaskini, na mimi kama wananchi wa, wa, wa, wa manispaa ya Iringa wakinisaidia hayo mambo, ndio kile kinachokereketwa katika mji wangu Msigo kwamba tunakwenda kwenye e, kwa sasa katika nchi hii chama cha mapinduzi ndio chama, chama pekee ambacho kina personnel kina viongozi wa kutosha kina wataalamu